Marekani imeiwekea vikwazo Iran siku chache tu baada ya Rais Donald Trump kutangaza kufanya mazungumzo na Iran kuhusu mpango wake wa kinyuklia. Hatua hiyo inaonekana kulenga kuishinikiza Iran kuelekea mazungumzo yaliyopangwa kufanyika Jumamosi hii huko Oman. Trump alirejelea vitisho vyake kuwa uwezekano wa kutumia nguvu za kijeshi upo iwapo Irani haitakomesha mpango wake wa kinyuklia na kuongeza Israeli itakuwa na mchango mkubwa kuhusiana na Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran alithibitisha kuwa mkutano huo utafanyika huko Oman tarehe kumi na mbili Aprili, lakini hautakuwa wa moja kwa moja na Marekani. Kupunguza uwezo wa Iran katika uzalishaji wa silaha nyuklia, za kinyuklia kumekuwa ni lengo kuu la sera za kigeni za Marekani na washirika wake kwa miongo kadhaa. Katika mwaka elfu mbili kumi na tano Rais Barack Obama alifanikisha makubaliano na Iran ambayo ilikubali kupunguza shughuli zake za kinyuklia na kuruhusu wakaguzi wa, wa kimataifa ili kuhakikisha vifaa vinatumika kwa madhumuni ya kiraia pekee na sio kwa ajili ya uzalishaji wa silaha. Hata hivyo, mwaka 2016 Trumpu alijiondoa kutoka kwa makubaliano hayo akielezea kushinikiza kurekebisha makubaliano hayo. Katika miaka iliyofuata, Iran ilikiuka masharti ya makubaliano hayo na shirika la kimataifa la nishati ya Atomic limeonya kuwa Iran imejilimbikizia hifadhi kubwa za urani ya kutajirika ambayo inaweza kutumika kutengeneza mabomu ya kinyuklia. Israeli kwa upande wake inaona kuwa kuzuia Iran kupata silaha za kinyuklia ni jambo muhimu sana kwa usalama wake wa muda mrefu. Inaripotiwa kwamba imekuwa ikifikiria kushambulia vituo vya uzalishaji vya Iran katika miezi ya hivi karibuni. Mwaka jana, Israeli ilisema kuwa ilishambulia tovuti ya kinyuklia ya Iran kwa kulipiza kisasi kwa shambulizi la makombora kutoka Iran dhidi ya Israeli. Makubaliano haya yanaashiria safari ndefu na ngumu katika juhudi za kimataifa za kudhibiti silaha za kinyuklia za Iran. Kila upande unalenga kuonyesha msimamo wake, huku mamilioni ya watu wakiwa wameshika pumzi wakisubiri kuona kama tahadhari za kisiasa na kidiplomasia zinafanikiwa au kama kuna mlango wa vita utalipuka. Marekani imeiwekea vikwazo serikali ya Iran tangu mwaka 1979 wakati ubalozi wa Marekani mjini Tehran ulipotekwa na maafisa kushikiliwa mateka, Marekani ilianza kuweka vikwazo kwa mpango wa nyuklia wa Iran mwaka 1992. Sasa imeweka vikwazo vingi zaidi dhidi ya Iran kuliko dhidi ya nchi nyingine yoyote. Marekani imepiga marufuku makampuni yake kufanya biashara na Iran. Hii ni TMC News Updates kimataifa. Mimi ni Agnes Peter. Endelea kutufuatilia kwa kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili wewe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.